Kwenye jamii yoyote ambayo e, haimchukulii mwanamke ama mtoto wa kike kama sehemu ya jamii hiyo na haizingatii mchango wake kwenye maendeleo ya kiuchumi na kijamii, hiyo jamii haina haiwezi kufikia maendeleo yale makubwa yanayotakiwa. Kwa hiyo hilo kwanza ndio somo la kwanza. Somo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaelewana kwamba mwanamke na mtoto wa kike ni sehemu kubwa na muhimu unapoanza kutengeneza mipango yako ya jamii hiyo inayokuja huko mbele ya safari. Ee, mama yuko karibu zaidi na watoto. Kwa hiyo unaposema, unaposema e, nafasi ya mama kwenye kutengeneza e, uelewa na, na, na fahamu ya watoto wetu basi lazima, moja kwa moja lazima utakuwa unazingatia huyu mama mwenyewe, ye mwenyewe uwelewa wake kwenye jamii ikoje. Hata tukija kwenye kwenye ma, masuala ya matatizo ya mauaji labda ndani ya nyumba nini, unaona Morogoro shida kubwa ni wivu wa mapenzi. Sasa sijui niwaulize nyinyi watoto wa Morogoro. Mzee mimi Mzaramu, nimekuja hapa na, na Mungu akijalia, nikimaliza e, nani yangu utumishi wangu salama, narudi kwetu Zaramuni. Lakini wivu wa mapenzi Morogoro ni kubwa sana. Sasa hawa kwanza ili kanisa uh, la like kievanjelisi la like, kilutheri like wameweka huu mfumo wa kuwa na nyumba hii ya kimbilio, ambayo hawa waumini wao kutoka Finland ndio wana wamewachangia pesa pamoja na wao wa hapa Tanzania katika kuni ku, bahati nzuri hiyo, hiyo nyumba yenyewe ya kimbilio ilianzishwa na mama yule pale unamwona ambaye ye mwenyewe alikuwepo hapa Morogoro akifanya kazi kwenye dayosisi ya kiloteri hapa miaka kama kumi na tatu iliyopita. Kwa hiyo alipokuwepo hapa aliliona kama ile tatizo, akarudi huko kwao e, na wenzao hapa waumini wa Morogoro wakatengeneza hiyo. Ni, ni nyumba ambayo mama ambaye au mtoto ambaye amefikia hali ambayo ni hatarishi kwenye mazingira anayoishi anaweza kwenda akafikia pale kwa muda hali ikitulia alafu ana, anarudi. Umeweka kituo kingine cha kuwasaidia wanawake tuliowaokoa kutoka mazingira magumu kutoka mazingira magumu. Nafikiri mtafahamu kama nyinyi wakazi wa Morogoro, kuna maeneo yanaitwa Kahumba, kuna maeneo yanaitwa Itigi, mnaelewa vinivyokuwa vinafanyika huko. Ndio maana natumia neno mazingira magumu, kupunguza makali ya maneno uh. Wale pia tumeamua kuwaokoa na kuwakusanya kuwaelekeza na kuwafundisha miradi midogo midogo kama ya mamalishe, kufuga kuku, mambo ya bustani aa, na kazi ndogondogo kama za kutengeneza sabuni na batiki. Tulianza na watu wengi Morogoro, lakini wengine walirudi nyuma, hawataki, sio wavumilivu wa kusubiri hela ya kufanya kazi ili aje apate ujira wake. Ile maisha waliotoka nayo huko waliyazoea, anachotaka dakika kumi apate anachokipata na kila kitu. Kwa hiyo tuna vituo, kipo Morogoro tumeshafungua kituo kingine pale Ngerengere ambapo tuna watu wengi sana, pana wanawake kama thelathini, lakini hivi karibuni tumeenda Mikumi pale. Mnajua tena, pana magari mengi yanapaki na mwingiliano mkubwa pale, watu wamejikita. Pia tumepata wanawake hamsini waliojiandikisha. Nataka tufungue rasmi kituo pale. Tukitoka hapo, tutajaribu kwenda kuokoa watu wengine maeneo ya kituo cha Chalinze na Dumila maeneo mengi anakopaki magari kwa wingi, ndio watu wapo waliopata madhara hayo, unayowasaidia kwao. Tuna mradi huo unaitwa Women Power, unaokoa watu, akina mama wanaoishi kwenye mazingira hayo magumu.